Mahakama Kuu kanda ya Arusha imetengua ubunge wa Onesimo Ole Nangole wa jimbo la Longido kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, baada ya kubaini upungufu uliojitokeza katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano. Jaji Sivangilwa Mwangesi kutoka Mahakama Kuu ya Bukoba amesema kuwa ametoa hukumu hiyo baada ya kuridhishwa na ushahidi uliotolewa na upande wa mlalamikaji, Dr Stephen Kiluswa, aliyegombea ubunge wa jimbo hilo kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Mwandishi wetu Sechele la Kongola ameandaa taarifa ifuatayo kutoka mkoani Arusha. Kesi aliyekuwa mgombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na mbunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA iliyokuwa ikiendelea tangu mwezi Februari imefikia ukingoni baada ya mahakama kuu kanda ya Arusha kutengua ubunge wa mbunge wa jimbo la Longido. Kabla Jaji Silivangil Mwangesi hajatoa hukumu hiyo, amesema mahakama ilibaini kuwepo kwa kasoro katika ujazaji wa matokeo ya ubunge kwa kutumia fomu za udiwani namba 21C badala ya kutumia fomu za ubunge namba 21B huku baadhi ya fomu hizo zikionekana kufutwa na kujazwa kwa kalamu, kitendo ambacho ni kosa ya kisheria. Jaji Mwangesi pia ametengua ubunge wa Onesmo Ole Nangole kwa kosa la kufanya fujo katika chumba cha kufanyia majumuisho ya kura katika uchaguzi wa Oktoba 2015. Makosa mengine yaliyojitokeza katika mfululizo wa kesi hiyo ni pamoja na tuhuma za kuwepo wapiga kura toka nchi jirani ya Kenya, matumizi ya lugha za matusi masanduku pamoja na makaratasi ya kura kubebwa kwa magari ya wafuasi wa Chadema. Mahakama pia imeamuru hati ya kutengua matokeo hayo yawasilishwe kwenye tume ya taifa ya uchaguzi NEC kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mwingine, huku ikimwagiza mlalamikiwa kulipa gharama zote za kesi hiyo. Nje ya mahakama, aliyekuwa mgombea wa jimbo hilo la Longido Dr. Steven Kisurwa amesema mahakama imetenda haki, huku wananchi wakisema wameridhishwa na uamuzi wa mahakama inawambia watu wa Longido na serikali kwamba, nashukuru Mungu haki imetendeka, na wananchi wa Longido wamepata fursa nyingine ya kufanya uchaguzi ulio huru wa kweli na wa haki, na tunaamini kwamba vyombo vinavyotakiwa kusimamia haki vimetenda haki. Hatumeona, tumeona mahakama imetenda haki, ili wananchi wapate kutoa maamuzi wao kumchagua mbunge wao wanaotaka. Sichelela Kongola, TBC, TBC1 Arusha.